Tukisalia katika masuala hayo hayo kuhusu HIV, tuelekee kaunti nambari tano ambapo idara ya afya huko Lamu inahofia kuwa maambukizi ya virusi vya ukimwi yanaweza kuongezeka kutokana na watu wengi, hasa vijana chini ya umri wa miaka 19 kukosa kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya virusi hivyo katika sherehe ya siku ya Ukimwi duniani iliyofanyika katika eneo la Hindi hapo jana, wadau wa masuala ya afya walisema kwamba baadhi ya wakazi wa Lamu wanashiriki ngono kiholela bila ya kutumia kinga. Watu zaidi ya elfu mbili wamepatikana na virusi hivyo kaunti hiyo. Fanya ile inaitwa inferential statistic, zipo takwimu ambazo zinatuonyesha kwamba watu hasa hasa vijana wetu wa chini ya miaka kumi na tisa wanafanya ngono bila ya kutumia eh, vizuizi. Na hiyo takwimu tunaipata kulingana na idadi ya wale teenagers ambao wanashika mimba. Ah, kwa kweli prevalence ya Lamu imeteremka. Sasa hivi tuko kwa 1.3% ambayo tuko na estimate number ya PLHIV ya 1810 lakini idadi haswa ile ambayo tuko nayo kwa facility zetu ni 2037 so idadi yetu iko juu zaidi ya hizi zile takwimu ambazo tumepewa na the National. Na meza dawa zangu vizuri kwa wakati na kwa saa. Kwa hivyo na asaha yako ni watu, ukitambua tu ya kwamba uko na virusi meza dawa ili uweze kupunguza makali ya virusi. Mimi hapa naongea na wewe, am virally suppressed undetectable and untransmittable, siwezi ambukiza mtu yeyote. Elekee kaunti namba 32 ambapo